Sonia, nakusikia nipo nje ya nyumba yako kwa ajili ya kazi ambayo tumepanga kuifanya leo usiku. Upo tayari? Ya, mmekuja wakati mwafaka, maana chifu ameshalala, mnaweza mkaingia maana milango iko wazi. Okay.

Huruma ni tabia njema ila anapewa yule anastahili. ah! shemeji <laughs> umaotasomia ah, nataka kumdhuru <tibuambo> ndugu wangu Chief, lakini baadaye alitaka kumdhuru. Yaani wewe ukatokea katikati ya ule ugomvi ukiwa umeshika kisu, ukamchoma Sunia. Sunia akafariki. Hii inaonyesha kuna ishara mbaya sana kwa mdogo wangu Chief. Sonia. Nakusikia. Nipo najiandaa kuja na vijana. Vipi mazingira yako vizuri? unasemaje wewe? unanigeuka? Sonia anapenda michezo. Unaonekana umetawaliwa na hofu no na mashaka. Una nini? Matulanga, mimi sikuwa naona. Kisha kaniazibu vikali na kunifungia humu ndani. Kuna mali ameelekea, na ameniambia akirudi ananipeleka hospitali kuifanyia checkup ya macho, na endapo ikajulikana kuwa naona, ameniambia atanifanya kitu kibaya mno. Mi naogopa, Damaida. <coughs> dada yangu

Sitaki kusikia hiyo kauli tena kutoka kwako, la sivyo nitakuacha hivyo hivyo, mwacha kupeleka huko hospitali na hutagundulika kama unaona. Baada ya kutoka hospitali, nitakurudisha macho yako kama ulivyo. <laughs>

yako ni bahari iotone la machozi, ni siri ya maumivu. Sabro, moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? <coughs> alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia ikanyamaza, alibaki na kifuli cha jina lake tu. Kwa nini dunia ina ukatili hivi? hakuna huruma kwa walio Kweli Zaara aoni. Lakini mbau ambaye kwa anaona. Kuna mazingira yatifanya niamini hivo. Okay, nimekuja kukusikiliza, unasemaje? Nahitaji msichana kwa ajili ya kafara. Lakini kwa nsimtoee Zaara maana tayari ywandona mashika naye. Zaara nampenda sana, kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Tafuta msichana mwingine. Sawa, nimekuelewa. Kafani zoezi hilo kwa haraka. Sabra Maida, assalamu alaykum. Waalaikum salam. Eh, uh-huh. vipi toka umeanza kumshirikisha Mungu mambo yako, umeona mabadiliko? Kwa kweli namshukuru Mungu, naona mabadiliko hata mambo yangu yali alikuwa yanakwama, sasa hivi nimepesi. Ah, namshukuru kwa kweli Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa ushauri wako pia. Na vipi kuhusu mgonjwa wako anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea vizuri na acha kile kidonda chake sasa hivi kimesha kauka, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, yani kama amepona tu, maana sasa hivi anaweza kutembea mwenyewe. Eh, usiache kumwomba Mungu maana Mungu ndo mweza kila kitu mm. E kweli e, vipi? Kwa hiyo umekataa kabisa kunaumesha kwako? Mda bado, endelea kumguza mgonjwa, mda ukifika, nitakupeleka sawa. so, nasubiri hiyo siku ifike. mm. <laughs> Basi ngoja mi ni wayi, tutaonana siku nyingine sawa? so. Haya. mm. bai.

Jipi, kuna nini mbule hivo? Sabla, nimefanikiwa e, kupita katika interview ya kazi hivo, nimeambiwa e, kesho asubuhi niende kuripoti ofisini kwa ajili ya kukua. Taratibu inenja, kwanza kazi rasmi. Nemani, Mungu amejibu maombi yetu.

Naimani hizi zote pia ni jitihada zako, kwa sababu kwenye kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke mwenye akiri nyuma yake, maarifa, fikra na busara. Kwa hiyo pia hizi jitihada zako mpaka kuweza kufanikiwa, naimani oteto anakuja na baraka. Sasa misha langu wa mwezi wa kwanza, nataka nifunge ndoa nawewe, ni sasa, sasauweze kuwa mke wangu, ili ni akija tukute ndani ya ndoa.

Baba kumbe bado unaishi Zara mwanangu. Mimi si yako mwanangu, banya wanadamu yirumbaya na tamaa za mali tolionika hapa. Naomba nisaidie mwanako baba, menaugopa baba, tuendete nyumbani, nakupenda sana babangu, twende uti baba. Si rahisi mwanangu kama unavyofikiria. Naomba nisaidie mwanangu.

Hivi unajiona unachokiongea? Mimi si mke wako ama? Ni mke wako na tumefunga ndoa. Yaani mimi hapa tulipo mimi na wewe ni mke na mume wa halali. Umechanganyikiwa eh? Yaani yani mimi nifunge ndoa na wewe? Hebu nisikilize mwanamke. Sijawahi kukupenda na, ha? na, na haitokuja kutokea kuvutwa nawe kwa chochote kile. Mimi mwanaume najiheshimu, na isitoshe mimi tayari, moyo wangu kuna mtu ulishapenda, na yuko unan na kujua very well, kwa mshenzi. Naomba nisikize Sonia, hivi navyoongea na wewe, toka katika nyumba yangu na sitaki tena utie mguu wako katika hii nyumba, unaweza ukaenda. Kuna nini? Kuna nini? Hey! Ujanelewa wapi? Nimekuambia, toka katika nyumba yangu, au mpaka ni take action ndokaona kwamba niko serious, sio? Toka, Sonia. Toka!